Rais wa Rwanda Paul Kagame amewataka Wanyarwanda kuwa tayari kwa nyakati ngumu zijazo. Wanyarwanda tuitegule kufunga mkanda. Siyo kufunga mkanda peke yake ni kupigania Uhaki wetu. Mataifa yenye nguvu ikiwemo Marekani, Kanada, Umoja wa Ulaya na Uingereza yameiwekea Rwanda vikwazo vya kiuchumi sababu ikiwa kwamba wanaituhumu Rwanda kwa kuwasaidia waasi wa M23 huko mashariki mwa Kongo kijeshi. Kagame ameshtumu Ubelgiji nchi iliyokuwa mkoloni wa Rwanda kwa shida za zamani na za sasa, akiapa kupambana kikamilifu na nchi hiyo. Rwanda imetangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji hatua ambayo imejibiwa mara moja na Ubelgiji. Tayari nchi zote mbili zimeshawafungisha virago wanadiplomasia wa mwenzake. Rwanda inadai kuwa Congo inawaunga mkono waasi wa FDLR ambao wanautishia usalama wa Kigali. Hata hivyo Kigali haijakubali kuwa wanajeshi wake wapo mashariki mwa Kongo. Tujulishe maoni yako kuhusu hali hii inayoendelea mashariki mwa Kongo.